Kaja kumwogesha kabisa mchizi watu wa owaziri luka ngumi pale, vuta nikuvute, sio poa. Haya bana, mida ya usiku huku nyumbani. kwa hiyo umempiga umempigae, eh? Yaani mama nilidili naye, nimempiga mno, kila mtu akawa anamcheka. Yaani bimkubwa anafurahi kishenzi kupata hizo taarifa, anamchukia sana Mabel na mwanaye. Huku reksi ni kipigo tu. Yaani unakubali vipi mwanamke anakupiga? uo nimenitia aibu, nitaweka api sura yangu. Dogo alichezea mikanda mingi, anapitia maisha magumu sana kwa makosa ya wa wazee wake. Mida ya baadaye, reksi anakula mziki kitandani, mzee wake akaja akamuuliza, kimetokea nini leo? Imekuwaji umemruhusu mwanamke akakupiga? Rex akasema mzee, umenifundisha mwenyewe nisipige wanawake, mi siwezi kumpiga mwanamke. Tatizo bi mkubwa hawezi kabisa kunielewa. Mzee akamwambia we ni mwanangu, na kwa chochote unachofanya jipige kifuani kwanza na ujiamini. Sikwambii uende kinyume na mama ako, maana mama wako anaweza kuwa sawa, ila muda mwingine akawa nakosea pia, ila wewe ndo una mamlaka ya kuchagua kati ya zuri na baya. Una uwezo wa kusema hapana. Umenielewa? Dogo akasema ndiyo. Mzee akaondoka mule chumbani. Kesho yake tena huko mtaani, Sharon na Rex wamekutana. Sharon anataka na kumtia ngumi mchizi yani Niachia sasa hivi nitakuvuruga, ntakuvuruga, emjaribu mchizi. Akataka kumuweka kofi, mshikaji wake akamzuia, emtuondoke mzee, tuna mambo mengi ya kufanya. Washikaji wakajichenga tu. Haya bana, kesho yake huku mjini shule, Charon anamwambia shoga yake kwamba mama yake huwa anampa zawadi pindi anapomzingua Rex. Ndio maana akimuona tu anatafuta namna ya kumchokonoa shoga yake. Akampinga, akamwambia hiyo inamwafekti yeye mwenyewe vipi, kama siku mchizi akampiga, akampiga mpaka akamuumiza au akampiga akamuua kabisa? Inabidi aangalie maisha yake na achane na